Rusha ndege ushinde, wapi utatua? Uamuzi ni wako Aviator, inapatikana kupitia pmbet.co.tz. E, bana kadi ambavyo siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo uh, ushindani wa muziki unazidi kuwa mkubwa. Ukitazama wasanii sasa hivi wana invest pesa nyingi sana kwenye kazi zao, lakini pia hata uh, wakiwa studio kwenye kuandika na nini, unaona kabisa uh, wanatumia muda mwingi ili mradi tu kutoa kitu kizuri lakini pia ili mradi waweze kuwa na ushindani ama kuhofia wale ambao wanashindana nao ili kuweza kutoa kitu kizuri zaidi. Nadhani umeweza kutazama siku za hivi karibuni wasanii wamekuwa wakistruggle sana kupata numbers kwenye mtandao kama YouTube, kilizani kama mashabiki walikuwa wamesusa fulani hivi. Lakini haikuwakatisha tamaa wasanii kwa kiasi fulani tuliona kazi kadhaa zimetoka wasanii wakitoa wa uh, wa uh, kazi zao wanapata namba. Uh, chache tofauti na ilivyokuwa awali, lakini hivi karibuni tumeona Marioo ametoa kazi yake mpya Oluwa, moja ya nyimbo nzuri sana na uh, kiukweli naweza sema imepokelewa vizuri uh, mashabiki wamepokea vizuri sana nyimbo imetazama. Naomba nikwambie sasa hivi wimbo huo kwenye YouTube channel ya Marioo una umetazamwa na watu milioni mbili na laki tano ukiwa na siku nane tu tangu umetoka, lakini pia Zuchu naye ametoa wimbo wake mpya una siku tatu mpaka sasa, wimbo ambao unafahamika kama Reason. Video ni nzuri sana lakini pia hata ambacho amekiimba mle ndani Zuchu ameemba vizuri sana, na wimbo mpaka sasa una siku tatu na umetazamwa na watu laki tano na elfu sabini na nane. Sasa siku ya leo, Zuchu kuna shabiki yake mmoja aliposti kwenye ukurasa I mean alienda kucomment kwenye Instagram account yake na akaandika kitu ambacho i don't know kama kilimkwaza Zuchu. Unajua Zuchu bana ni mtu ambaye kama ukimkwaza hususani kwenye mitandao, yeye anakupiga block, au sio? Sasa huyu shabiki yake yeye alienda akaandika hivi, Marioo anakuchachafya huko huko mjini YouTube, unatuimbia utumbo sisi wakati tunatoka, tunataka ngoma za maana. Ngoja Marioo awakalishe kwanza, akili zikae sawa. Zuchu wa kulemba akaenda akamjibu shabiki yake ambaye anafahamika kwa jina la Jaki Crashes. Zuchu alimjibu hivi, hayuko ananichachafya nchi hii, niko kwenye safari yangu peke yangu, sishindwi wala sishindwani na mtu. Sokilizani, kama Zuchu anasema hakuna msanii ambaye anamchachafya kwa, kwa, kwa, kwa, kwenye safari yake ya muziki au sio? Kwa sababu yeye anajipambania yeye mwenyewe eh na kikweli sidhani kama ilikuwa sawa kwa ushabiki kuandika hiki ambacho amekiandika, kuwa uh, Marioo, na Mja Chafi na nini, lakini kwa namna ambavyo Zuchu amemjibu, naona amemjibu vizuri eh, yani amemjibu kwa busara, hakutaka mambo mengi na nini. Na Zuchu bana, waga ukicomment vibaya, kikweli Zuchu ana kublock. Mimi niambie kama ushaku kublockiwa na Zuchu ama kuna kitu kibaya ushaukiandika uh, kuhusu Zuchu kwenye mtandao wake wa Instagram na akakulamba block. Sasa shabikiwa amemjibu Zuchu na kilizani, kama imeonyesha kuwa Zuchu hataki kupambanishwa na mtu yoyote. Yeye anafanya muziki wake na anajipambania yeye kama yeye. Sasa mi nisikie maoni yako wewe ambao unatazama sasa hivi, what do you think? Nini mawazo yako kwenye hili? Zuchu amekosea kumjibu ama amepatia kumjibu hivyo? Bye bye.